Nakipongeza chama kikuu kwa kutuletea malipo mapema kabla ya mnada wa pili. Hiki kitendo tumefurahia sana. Kwa sababu kila mkulima ambaye amepima ila awamu ya kwanza amepata anapata hela yake kwa wakati. Lakini pia hiki chama kikuu nakipongeze kiendelee kwa mtiririko huu ili wakulima wazidi kupata mafao yao kwa wakati uliopo ujao mwafaka. Watatue matatizo yao ya kilimo. Sababu ni wakati wa kilimo kingine kinakuja wapate hela yao wakanunua mbolea na mambo mengine ya wanufaike. Yaani kitendo cha kumlipa mkulima kwa wakati na furahi sana. Kwa hiyo ile swala naomba liendelee. Lisiwe kama mfumo uliopita wa mbazi. Mbazi tulilipwa yaani kwa wakati mgumu. Tumefuatilia mpaka vitu vikauma. Kwa hiyo sasa hivi msimu wa korosho tunaomba nini? Korosho hizi walipe kwa wakati. Kio kama mimi ni mkulima wa Kitangari, sisi wakulima wote. Kwa kweli tumefurahi, tumefurahi, furahi sana sana sana yaani malipo haya sana, kwa, era, ndani ya siku sita. Nashukuru sana juu ya hilo kwa mimi, nimefurahi kupokea hela ndani ya muda, kwa sababu msimu uliopita nilipata changamoto kidogo, hela ilikuwa inachelewa zaidi ya wiki, lakini kwa msimu huu tumeona imeingia kabla ya wiki, tumefurahi. Pia wakulima wamefurahi kupata muda ndani ya muda hela yao, na haikuwa na makando kando, imekamilika ime, ime hela yao h tunafurahi, tunaenda, tunaenda kuanza kuitumia hela yetu kwenye mambo mengine ambayo tumetarajia. Hata huu mnada ambao unakuja nao, wafanye hivyo, wanakuwa kidogo wanaondoa bugu za kwa kwa, kwa tusisi kwa watu ambao tuko chini, kwa sababu nakuwa wanatubana sana, lakini wakifanya hivi nakuwa zile rab sharab sharab zile hakuna. Hili jambo ni jambo jema sana mm, kwa sababu kero ile ya kudaiwa daiwa fedha kwamba tume tumeingiziwa fedha leo, tumekaa wiki nzima au wiki mbili hatujalipa kwa namna moja au nyingine sisi kama watendaji wa vyama vya msingi hususan ni makatibu tulikuwa tunaonekana kama wakorofi, lakini mpaka kufikia sasa manake malipo tumeyafanya jana tarehe 13, fika tarehe 14, kila mkulima anasema nimepata fedha. Kama kuna mwenye changamoto, nafikiri baada ya kesho, kesho kupa fedha yake anaweza kufanyaje, anaweza kuingiziwa. Swala la kwamba tumelipa fedha mapema kabla kufika mnada wa pili, hivyo ndivyo kila mmoja anavyohitaji kwa mtendaji pia hata kwa mkulima, ili ubabaishaji usiendelee kuwepo kati yetu, na hadi hapa ninapoongea sasa tumeshaanza kuwalipa wakulima na tumeshafikia asilimia tisini ya malipo kwa wakulima. Tuna zaidi ya bilioni mia moja na kumi na nne ambazo zime, zinaenda kuingia zile za kwanza tayari. Mheshimiwa mgeni rasmi, toka jana mimi nilikuwepo TANECU asubuhi, wameanza kulipa jana asubuhi mpaka ile jana inaisha, asilimia tisini ya korosho ambazo ziliuzwa mnada uliopita zimelipwa na wakulima wamepata fedha zao.